Taarifa ya pili ninayotaka kuitoa kabla sijaingia katika uteuzi ni kwamba, kama mnavyotambua, kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar inataka chama au vyama vya upinzani ambavyo vimepata wajumbe kwenye Baraza la Wawakilishi tuwapatie nafasi katika Baraza la Mawaziri, na kuna formula. Formula yake ni kwamba idadi ya vyama wanavyopata idadi ya viti vya ja uwakilishi wanavyopata wana, wana, mara idadi ya wizara zilizopo ugawe kwa majimbo hamsini, ndio unapata idadi gani vyama vya upinzani wanatakiwa kupata. Sasa chama pekee kilichopata viti ni chama cha ACT Wazalendo, wamepata idadi ya viti kumi. Ukizidisha hiyo kwa idadi ya wizara ishirini nilizozitaja ni mia mbili. Ukigawa kwa majimbo hamsini ni nne. Kwa hiyo nafasi zao katika baraza hili la mawaziri ni nafasi nne, nimeamua kuziacha wazi bila uteuzi nafasi hiyo mpaka pale tutakapokubaliana, aidha wanaingia kwenye Serikali ya Umoja wa Kitaifa au la. Kama nilivyosema wakati wa ufunguzi wa Baraza la Wakilishi, nilisema niko tayari kushirikiana nao kuunda serikali ya umoja wa kitaifa na hapa natumia mamlaka yangu ya kikatiba kwamba hizi nafasi zitabaki wazi kwa mujibu wa katiba mpaka pale kipindi kitakapokwisha ambayo ni kikatiba ni siku tisini. Hili la pili, labda niseme ni wizara gani ambazo ninaziacha wazi. Ya kwanza ni ofisi ya makamu wa rais, ofisi ya makamu wa kwanza wa rais. Ya pili ni wizara ya biashara na maendeleo ya viwanda. Ya tatu ni wizara ya afya, na ya nne ni wizara ya utalii na mambo ya kale. Hizi mbili walikuwa nazo katika kipindi kilichopita, biashara na maendeleo ya viwanda na afya, imeamua zibaki lakini nimeongeza mbili. Ofisa makamu wa kwanza awe na mtu kutoka kwenye chama chake akipenda. Lakini nimeona sekta mama, sekta kuu ya uchumi hapa Zanzibar ni utalii, basi tuwe na goodwill, sekta kiongozi tuwape wao. Jambo la tatu, katika kipindi kilichopita kulikuwa kuna wizara au chini ya ofisi ya rais kulikuwa kuna wizara nyingi. Kulikuwa kuna ofisi ya rais ikulu, kuna ofisi ya rais TAMISEMI, yani tawala za mikoa serikali za mitaa na idara maalum, lakini vile vile ilikuwepo ofisi ya rais kazi, uchumi na uwekezaji, na vile vile kulikuwa kuna ofisi ya rais fedha na mipango. Katika awamu hii Nimeamua kuziondoa mbili kati ya hizo zibaki nje ya ofisi ya rais, na mbili zitaendelea kubaki chini ya ofisi ya rais. Itakayobaki chini ya ofisi ya rais ni ofisi ya rais Ikulu na ofisi ya rais tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ. Zitakazotoka na kuwa wizara peke yake independent. Ni Wizara ya fedha na mipango na Wizara ya kazi na uwekezaji. Baada ya maelezo haya sasa nije.